Habari yako mzazi na mlezi. Wazazi wengi leo huamini kwamba ukali ndiyo njia pekee ya kumrekebisha mtoto. Lakini je, umewahi kufikiria kuwa kumpiga mtoto au kumtukana huenda kumfanye kuwa mbaya zaidi badala ya kuwa bora? Katika video hii, nitakuelezea kwa undani tofauti kubwa kati ya nidhamu na adhabu kali pamoja na njia kumi na sita zilizothibitishwa kitaalamu na kisayansi ambazo zitakusaidia kulea mtoto mwenye maadili, heshima na uwajibikaji pasipo kumuumiza kimwili au kisaikolojia. Njia ya tisa, ya kumi na tatu na njia ya kumi na sita ndizo zenye matokeo bora zaidi. Usikosee hata hatua moja, kwa sababu utaenda kuwa na furaha hivi punde. Twende pamoja hadi mwisho. Katika makuzi ya mtoto, wazazi wengi hujichanganya kati ya kutoa nidhamu na kutoa adhabu kali. Nidhamu ni mchakato wa kumfundisha mtoto maadili, uwajibikaji na uwezo wa kujizuia. Ni namna ya kuongoza na kusaidia mtoto afikie maamuzi bora.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 Watoto wengi hupata hofu au huzuni wanapokosolewa kwa ukali. Lakini kwa kutumia mazungumzo yenye huruma, mtoto huweza kuelewa kosa lake na kupata nafasi ya kujifunza kwa njia salama. Mfano, badala ya kusema wewe ni mkaidi sana, unaweza kusema nilikuambia usicheze na maji ya moto. Naona bado ulifanya hivyo. Hebu tuzungumze kwa nini hilo ni hatari. Njia hii inaonekana kujenga uaminifu kati ya mzazi na mtoto na kumsaidia mtoto kutafakari tabia yake badala ya kuishi kwa hofu. Mbinu ya pili ni kutumia mifano ya vitendo. Watoto hujifunza zaidi kwa kuona kuliko kusikia. Mzazi akionyesha nidhamu kwa vitendo, kama kusema ukweli, kutimiza ahadi au kutulia katika hali ya hasira, mtoto huiga tabia hiyo kwa urahisi. Ikiwa unataka mtoto awe na heshima, muonyeshe heshima kwa watu wengine kila siku. Tafiti za saikolojia ya ukuaji zinaonyesha kuwa watoto hujifunza asilimia sabini ya maadili yao kupitia matendo ya watu wazima wa karibu nao. Mbinu ya tatu ni tengeneza ratiba ya kila siku. Ratiba hujenga msingi wa nidhamu. Mtoto anayefahamu muda wa kula, muda wa kusoma, kuoga na kulala hujenga tabia ya uwajibikaji mapema. Mfano, kuwa na muda maalum wa kazi za shule hufundisha mtoto kupanga muda wake, kuheshimu wajibu na kutofanya mambo kwa mazoea ya dakika ya mwisho. Madaktari wa saikolojia ya mtoto wanasema kuwa watoto walio na ratiba thabiti hukua na uthabiti wa kihisia zaidi. Mbinu ya nne ni sifa kwa tabia njema kusifiwa kwa jambo jema huchochea kurudiwa kwa tabia hiyo. Usiposifu kwa maneno ya kweli, kama vile, nimefurahi ulivyosaidia wadogo zako kuosha vyombo, mtoto huhisi kuthaminiwa na hupenda kufanya zaidi mambo mazuri. Tafiti za elimu ya malezi zinaonesha kuwa sifa chanya hufanya kazi zaidi kuliko ukemeaji na mara kwa mara kwani hujenga hali ya kujiamini na kutaka kufanya mema kwa hiari. Mbinu ya tano: mpe mtoto nafasi ya kuchagua. Kumpa mtoto chaguo huhamasisha kuwajibika badala ya kumlazimisha kufanya jambo. Mpe njia mbili nzuri, mfano, ungependa kusoma kwanza au kuandaa meza ya chakula? Mtoto anapohisi anahusishwa katika maamuzi, hujenga uwezo wa kuchambua, kuamua na kuwajibika. Sayansi ya saikolojia inathibitisha kuwa watoto wanaopatiwa fursa ya kuchagua hukuwa na uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi sahihi ukubwani. Njia ya sita: jifunze kumwelewa mtoto wako. Watoto hutofautiana katika tabia, hisia na namna ya kuelewa maelekezo. Kuweza kumwelekeza mtoto wako ni msingi wa nidhamu bora. Ikiwa mtoto anapiga kelele sana au analia bila mpangilio, badala ya kumkaripia moja kwa moja, chunguza mazingira yake. Labda ana njaa, amechoka au amechokozwa. Watoto wanaotambuliwa kihisia hujenga uhusiano bora na walezi wao. Mbinu ya saba, epuka kejeli au maneno ya dharau. Maneno ya matusi au dharau hujenga chuki na hofu badala ya nidhamu. Kumwambia mtoto wewe si lolote wala chochote kunaweza kudhoofisha hadhi yake binafsi na kusababisha matatizo ya kisaikolojia baadaye. Badala yake sema, sikubaliani na ulichoamua kufanya lakini naamini unaweza kufanya vizuri zaidi. Hii ni mbinu ya kimahusiano ambayo inajenga hali ya kujithamini kwa mtoto. Mbinu ya nane ni muda wa utulivu. Hapa ni sehemu ya kutafakari. Badala ya kutumia kichapo au matusi, tumia muda wa utulivu. Mwambie mtoto akae sehemu tulivu kwa dakika tano au kumi kutafakari tabia yake. Ni njia ya kumfundisha kujituliza na kuchunguza athari za matendo yake. Njia hii hutumika hata katika tiba ya kisaikolojia kwa watoto wenye changamoto za tabia. Mbinu ya nane na njia bora ni kutumia mawasiliano ya kihisia kwa kukuza nidhamu ya ndani. Hii ni njia bora zaidi ya kujenga nidhamu ya kudumu. Unapomfundisha mtoto kuelewa hisia zake, kama hasira, huzuni au furaha, pamoja na hisia za wengine, unamjengea uwezo wa kujidhibiti. Mwambie, naona umekasirika kwa sababu kaka yako alikuchukulia kalamu yako, hebu tuzungumze namna bora ya kushughulikia hali kama hiyo. Tafiti nyingi zinaonyesha kuwa watoto wanaotambua hisia zao hukua na nidhamu ya ndani bila kulazimishwa. Mbinu ya kumi, ni mfundishe mtoto madhara ya matendo yake. Watoto wengi hawatambui kuwa wametenda matendo yao ambayo yana athari kwa wengine. Badala tu ya kusema usifanye hivyo, eleza athari zake kwa uwazi. Mfano, unapomvuta mwenzako kwenye bembea Unaweza kumuumiza na akajisikia vibaya. Hii inamsaidia mtoto kuelewa kuwa kila tendo lina matokeo na hivyo huchangia tabia nzuri kwa hiari na si kwa hofu. Hii ni njia ambayo wataalamu wa saikolojia huita mafunzo ya matokeo ya tabia. Mbinu ya kumi na moja, unda sheria chache zenye kueleweka. Watoto wanahitaji mwelekeo ulio wazi. Sheria nyingi au zisizoeleweka huwachanganya. Andika sheria chache, kama "hatupigani, tunazungumza kwa heshima", na hakikisha unazisimamia kwa udhibiti. Hii hujenga utaratibu wa maadili unaofuatwa nyumbani. Tafiti zimeonyesha kuwa watoto wanaoishi kwenye mazingira yenye kanuni thabiti hukua wakiwa na nidhamu bora na, na hawahitaji kufuatiliwa kila wakati. Mbinu ya kumi na mbili ni kuonyesha msimamo bila ukatili. Inawezekana kabisa kuwa mkali kwa msimamo, lakini si mkali kwa lugha au vitendo. Mzazi anaweza kusema kwa sauti tulivu lakini yenye uthabiti, nimekuambia haturuhusu kutukana humu ndani. Utakaa kitako hadi utakapoamua kuzungumza kwa heshima. Njia hii hujenga heshima ya pande zote na kumfundisha mtoto kuwa na nidhamu ya kimaadili bila kuumizwa kisaikolojia. Mbinu ya kumi na tatu na bora zaidi ni kuwa na uhusiano wa karibu na mtoto. Uhusiano wa karibu hujenga msingi wa nidhamu thabiti. Mtoto anayehisi upendo na uhusiano mzuri na mzazi huwa na motisha ya kutii na kuheshimu maelekezo. Hii inamaanisha kutumia muda pamoja kucheza, kusikiliza hisia zake na kumtia moyo. Tafiti za kisasa zimebaini kuwa watoto wenye uhusiano mzuri na wazazi wao huwa na nidhamu ya kujitawala hata wakiwa mbali na wazazi. Nidhamu ya kweli hujengwa kupitia mahusiano na si hofu. Mbinu ya kumi na nne ni kumsaidia mtoto kutatua matatizo yake mwenyewe. Badala ya kumhukumu mtoto, anapokosea msaidie kujifunza kutoka kwenye kosa. Mfano, ulipompiga mdogo wako ulikuwa na hasira, lakini kuna njia nyingine za kuonyesha hasira bila kuumiza. Unafikiri ungefanya nini mara nyingine? Hii humfundisha mtoto kufikiria kabla ya kutenda kubeba majukumu ya matendo yake na kuwa mbunifu katika kutatua migogoro. Watoto wanaofundishwa kufikiri kwa kina hujenga uwezo wa maamuzi bora baadaye maishani. Mbinu ya kumi na tano ni kuwa na subira na mwendelezo. Malezi ni safari ya muda mrefu, watoto hawabadiliki mara moja unapojikita katika nidhamu ya upendo na kuelezea kwa kurudiarudia kwa subira, matokeo yake huwa ya kudumu. Epuka kubadilisha sheria kila siku au kuwa na hasira haraka. Watoto wanaelewa kuwa kuna mwelekeo thabiti wa malezi, na hivyo wanajenga tabia ya utii na kutulia. Uthibitisho wa kisayansi umeonyesha kuwa nidhamu inayojengwa kwa subira kutoa matokeo bora kuliko adhabu za ghafla. Mbinu ya kumi na sita na ambayo ni bora kuliko ni kujenga nidhamu ya ndani kupitia maadili badala ya kutegemea vitisho au zawadi. Mfundishe mtoto kutenda mema kwa sababu ni sahihi. Eleza kwa nini ni muhimu kusema ukweli, kusaidia wengine au kuwa na heshima hata bila kuangaliwa. Mfano, unaposema ukweli, unajijengea heshima hata watu wasipojua kila kitu. Hii ni msingi wa maadili na tabia bora ya kudumu. Utafiti mwingi umeonyesha kuwa watoto wanaojifunza kutenda kwa misingi ya maadili hubeba maadili hayo maishani katika maisha yao yote, tofauti na wale wanaolazimishwa kwa woga au adhabu. Je, Unatumia mbinu gani kumfundisha mtoto wako nidhamu? Tuambie kwenye komenti hapo. Kama umejifunza kitu kipya leo, hakikisha unashare video hii kwa wazazi wengine. Pia kama haujasubscribe kwenye chaneli hii, fanya hivyo sasa kwa sababu tunaleta maudhui yenye manufaa kwa familia yako kila wiki kwa ushauri wa kina kuhusu malezi ya mtoto wasiliana nasi kwa namba 0787579224 au 0754579224 karibu sana tukutane kwenye video inayofuata asante